Ni wakati mwingine tena kama kawa, ni ite Esco. Bila shaka uko vizuri kabisa na nyuma yako ni basi eh, ya Abudi. Hizi bwana ni ndege ambazo utembea ardhini. Sasa niko na habari njema kutoka basi za Abudi kwa sababu muda huu wamezindua ruti mpya kutoka Dar kwenda Mtwara, Mtwara kuja Dar. Kwa hiyo watu wangu wa Dar, Mtwara ni habari njema kabisa kwa sababu eh, basi za Abudi wamezindua ruti mpya. Naamini utaenjoi kuitumia Abudi kutoka Dar kwenda Mtwara, Mtwara kuja daa. So niko hapa kuongea e, na stafu wa Abudi waniambie kiundani kuhusu ruti hii, lakini pia kuongea na baadhi ya abiria wao pia waniambie wanasikiaje ama wanazungumziaje ujio wa ruti mpya kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara Mtwara kuja da. Kwa hiyo watu wangu wa Mtwara, ndege ya ardhini inakuja huko na bila shaka utaenjoy. So baki na mimi. Zaweni, uko salama? Uko salama naitwa nani? Naitwa Sofi. Sofi, yeah. Hongereni sana kwa ruti mpya ya Da tumtwara, Mtwara, tuda. Asante sana okay. Yeah. Hebu tuambie kwanza, nipe ratiba nipe ratiba ya basi zenu e, zikoje? safari ya Da tumtwara gari yetu ruti za Mtwara tunatoka pasa nusu, Mtwara, tuna saa moja na nusu kuelekea mkoani Mtwara na tunaingia saa kumi asubuhi. Yeah. Saa moja na nusu ni usiku si ndio? Usiku ndio. Yeah, wasafiri wa, wa kutoka da na Mtwara, hebu tuambie kupitia basi za Abudi watapata mambo gani mazuri wakitumia Abudi kutoka da Mtwara, Mtwara da? Kwanza ni free wifi; pili, huduma ndani kuna bites, kuna soda, kuna maji, huduma nzuri safi na salama, choo ndani kwa ndani. Si, mwanzo mpaka mwisho wa safari mtu anaenjoy ya. Yeah. kuna ile mabasi mengine unakuta basi uharibika njiani, mara mmechelewa kufika eh, mnafika saa 4 asubuhi. kwa Abudi vipi, aisee? Kwa Abudi hapana, hiyo kicha ajawahi kutokea. Yani Abudi ni gari tofauti kabisa na gari zozote kwa upande wa huko. Yani Abudi ni sawa na ndege inayopita ardhini. Yeah, kwa hiyo hakuna inayotishia. Yeah. Kwa sasa magari ya kusini huko ya Jipange. Ah, ya Jipange. Yaani sisi ni moto, huyu ni umeme yeah, yaani ambao unatembea bila kuzimika yeah. Barabara ya kusini ni itakuwa ni nyekundu tu. Itakuwa yani ni vumbi tu tunatimua. Ni abudi tu ameshika kusini nzima, hakuna anaetishia abudi, kuanzia madereva makondakta. Kwanza basi tu zenyewe zilivyo nje zinajiuza kwa uzuri, mandhari smart zaidi Yeah. Kuna watu wanabisha wanasema Abudi sio ndege ya ardhini. Ah, hao wanayo kwao lakini hakuna inayofananisha Abudi. Kusini tu tumeingia, kila mtu ameama. Wote wanamia Abudi, Abudi, Abudi, Abudi. Hata ambao tumewakuta, yani kupata sisi ni ngumu sana. Tuko juu zaidi. Tumeingia kwa muda mchache lakini tumevuma kusini nzima. Yeah. Waambia abiria namna ya kuchukua ticket kwa sababu najua pengine wengine laba bado hawajajua, eh, nia, njia ya kuchukua ticket na vitu kama hivyo. Ah, unaingia tu online, abode bus, unaingia pale unaangalia tiketi ambazo zimeshakatwa ni nyekundu, ambazo ziko white ni ambazo hazijakatwa, na kijani ni ambayo ishafanywa booking, okay. Yeah. na basi uondokea Temeke, inatokea Temeke saa moja na nusu kuelekea mpaka hapo ofisini kwetu, na baada ya hapo tunaelekea Mbagala. Tukitoka Mbagala hapo ni moja kwa moja, tuko full, hatupiti hatuna kusimama ovyo barabarani wala kutembea bila Haya, yeah. Asante. Haya, karibuni tena, msiache kupanda budi, kila wakati, kila muda tuko kwa ajili yenu. Kuna mama yetu anaelekea Mtwara iko na mjukuu wake. Mama, shikamo. Marhaba. Jambo. sijambo. okay. unaitwa nani? Naona ume umejiandaa kwa safari kabisa, mm, mm. unajisikiaje eh, uwepo wa basi la budi eh, kuwa kwa na ruti kutoka Dar kwenda Mtwara? Inapendeza. Ndio, mm. Mara ya kwanza unatumia basi la Abudi ama ni mara ya kwanza? AC eh. eh, si, vipi eh, ina, ina... sana. Eh. Mhm. Mm, basi mamangu, safari njema. <laughs> Amina baba, nashukuru sana. Fike salama. Amina, tunashukuru maombi yenu. Na usiache kutumia basi la Abudi. Amina, tuko pamoja, tunalipenda zuri. Eh. Haya. Mm. Mm. Tukiwa ndani ya basi tupo na dada yetu, yeye pia ni msafiri kutoka Dar kuelekea Mtwara. Kwa salama. Niko salama. Habari? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Zamda Abdalla Katambo natoka Mtwara mjini, natoka Dar es Salaam naelekea Mtwara kwa sasa hivi. Ni mara ya ngapi unatumia basi la Abudi? Hii ni mara ya pili eh. Niambie kwanza eh, baada ya kutumia mara ya kwanza nini kimekuvutia kwenye basi la Abudi? Nimevutiwa na huduma zao, kuna choo ndani, AC mzuri, haina yani kwamba kuchukiza chukiza kitu fulani huduma za wenyewe wahudumu wako vizuri, wanamnyenyekea mteja, wanakufariji, wanatoa huduma, yaani kuoneka kwamba kila saa hizi nafika kituo fulani, na wanakupa habari kwa tunafika eneo fulani, kama unataka kujisaidia haja ndogo, humo ndani kuna choo okay. Ukifika na ngulukulu, tunakupa dakika fulani, jisaidie kweli na choo. Kwa hiyo huduma, unawaambiaje ndugu zako wa Mtwara ambao bado hawajatumia basi la Abudi? Nawasi na nawaambia na nawapa na na taarifa kwamba pande ya Abudi basi ambaye ina uhakika wa masaa ishirini na nne kwa safari. Niwaambie mm. mm. Kimakonde mimi pa imaji kutonga chimakonde makonde. Ah, chi makonde. <laughs> yeah. karibuni yeah. karibuni tupande eh, libasi la li budi yeah. hey. yeah. hey. yeah. linawena linawena yeah. u... Lina wena chambone <laughs> Ah, <Yeah. laughs> safari njema, aya asante kazi njema kwema, brother, baada ya majukumu salama, majina yako? Mi naitwa Amani Molel, natokea Ara Chuga, naelekea Mtwara. nataka uniambie kitu kimoja, unazungumziaje uwepo wa ruti mpya ya basi la abudi kutoka Dar es Salaam kuelekea Mtwara? Ruti mpya iko vizuri, hasa kwa kampuni ya Abudi. Abudi, Abudi anatisha kwa sababu Abudi ana ruti ya Tanga, Abudi ana ruti ya Mombasa, Kenya, na ruti ya Arusha One, na mi ni mdau sana wa kampuni ya budi ukiingia, okay, kwenye mtandao kisachi utaona jina linakuja tu kama Tanzania lakini, okay, Abudi iko vizuri, okay. E, customer care iko vizuri wanajitahidi kwa kweli. So, so. Ofisi zao ni nzuri, basi hazina mende, e, ziko vizuri. Safari njema, so, so. Okay okay, brother nanyie pia, yeah, yeah. Baki salama, haya, so, so.